Na ndio maana sisi kama kanisa, Mane, kanisa, lazima kila mwanzo wa mwaka, mwaka tukubaliane na majira mengine ya yale majira ambayo yalikuwa ya mwaka elfu mbili ishirini na tano tunapoingia ishirini na sita lazima yale majira yabadilike ya kila mtu, mwambie jirani yako, lazima ya majira yako yabadilike Sema kwa sauti lazima majira yako yabadilike. Bwana asifiwe. Na mambo ya mwaka like, yanahusiana sana na mambo ya kiroho like, lakini si watu wengi wanaelewa. Ndio maana unapopokea mwaka mpya uwe mwangalifu jinsi unavyopokea, usipokee tu kikawaida. Kuna wengine wanapokea kawaida mimi sitaki nipokee kawaida kwa sababu mwanzo wa mwaka ni msingi. Hebu kila mtu aseme ni msingi wa miezi kumi na mbili. Kila mtu aseme mwanzo wa mwaka ni msingi wa miezi kumi

Unaona umeachwa au umetangulia, yaani majira ya kutangulia, alafu unakuwa nyuma ya nini? Nyuma ya majira. Hata kwa utuaji wa mtoto kuna hatua <wedanlata> mtoto wa siku ya kwanza mpaka siku 30 kuna hatua yake, mtoto asimu wa miezi mitatu tuna utofauti wake, mtoto wa miezi saba tuna utofauti yake

ishirini na sita tunataka uende hivi, tunataka ukae hivi, tunataka utembee na sisi hivi. Sasa basi, amina sio? Unapokea maka unakua mnyongeyani, unajenga nyumba, alafu ukijenga nyumba unaharibu msitu, alafu ukikaa kwenye nyumba wa mwaka weka msingi, kama ni kwa kutoa sadaka. Tamkia miezi yote kumi na mbili. Tamkia majira yote, wakati wa usiku, wakati wa mchana, majira nakubali kwenda sawa na wewe, sema amina kwa jina la Yesu. Ndio maana tunapoitamkia mwaka, hata tunapoanza kesho tarehe tarehe mbili, maombi tunapoendelea na ile maombi ile maombi ya siku hizo zote ishirini na moja inakuwa tukitamkia mwaka mzima, miezi yote, tunatengeneza vitu ambavyo vilikuwa viko vilipokuwa vinatusumbua ishirini na tano

Sema baraka za Bwana, sema amani, sema furaha na umakani wako wa kufurahisha. Sema haina rusa kuvukia ishirini na sita. Sema kila madabao ya ishirini na tano. Sema ishirini na sita haina rusa ya kuingia. Hebu soma hilo andiko, soma hilo andiko, ni kutamkie kuna kitu nataka ni kutamkia ha. Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watoka kuwafalme kwenda vitani Daudi akampeleka yo na watumishi wake pamoja naye Israeli wote wakawaangamiza. Hebu tuseme wote wakawaangamiza wangapi? Waka, wako tayari kuangamiza vitu ambavyo vilikuwa vinawazuia? Uko tayari kuangamiza vitu vilivyokuwa vinakuzuia? Kama kuna mapepo yalikuwa yanakuzuia kwenye elimu, lazima tukawaangamiza. Unajua wakina Daudi wakati wana vipiga katika ulimwengu wao, tunapambana navyo vitu vinavyotuzuia, vitu vinavyotunyima hatima ya maisha yetu, tunananga na Mungu anataka tuwe, lakini kuna vitu vinatuzuia tusiwe kama Mungu ana sauti ya watu wanaikubaliwa. Pika kelele, sema amina. Ya usimama, sema katika jina la Yesu. Sema wali wali simamia mwaka ishirini na tano. Sema ishirini na sita. Sema na wapiga. Sema vitu vyangu, Sema vitu vyangu vilivyozuiwa. Sema na, sema, na sema, napiga sema, sema amina kwa jina la Yesu. Sema walionisimamia waliofanya maisha yangu uchungu, sema huo uchungu, sema nangora, sema narudisha huko, sema mina pagina na Yesu wame ya nako umwa kwa ishirini na sita. Mwambie hakuna ruhusa ya kuteseka, kila mtu mshike ni kuna, hakuna ruhusa ya kuteseka. Mwambie hakuna ruhusa ya kuteseka ishirini na sita. Mwambie waliokutesa ishirini na tano. Mwambie hawana ruhusa ya kukutesa wape kasitano, wambia wana ruhusa kukutesa. Piga kelele, sema amina, kwa jina la Yesu. Mwambia vitu nilivyomkosa ishirini na tano mwambia ishirini na sita mwambia naenda kuvipokea tena na kawaida na nguvu za damu ya Yesu. Mwambia ishirini na sita ni mwaka wangu mimi na mke wangu na watoto wangu na mifugo yangu, sema ni mwaka wa kukua kiroho uh, wa kumwona Mungu wa kusikia sauti ya Mungu. Piga kelele sema amina. Mwambie hapo ni mwaka wa kusoma na kufaulu. Sema tena ni mwaka wa kusoma na kufaulu. Mwambie ni mwaka wa kufanya vitu vyangu na kufanikiwa. Mwambie huma ishirini <coughs> na sita ikafanyike mambo ya mpaka wa mwenyewe ushangae. Yes, Bwana kufanyie mambo mpaka ushangae. Mwalie Bwana kufanyie mambo mpaka ushangae. Mwage Bwana kujibu mpaka ushangae. Mwambie Bwana kutendee mpaka ushangae. Haleluya! Hey! wapawili wapawili tano basi, ndio kipindo kya Yesu Sema mimi mwambie umwaka. Mwambie umwaka, sema basi, umwaka ni mwaka wa kutoka. Sema tena wa kutoka. Sema natoka ndani ya mwaka huu. Sema amina. Kuna wengine watajenga mwaka ishirini na sita na kuna wengine wataolewa mwaka ishirini na sita wataolewa kwa heshima. Sema basi, amina. Kuna wengine wataoa ishirini na sita. Kuna wengine watajiriwa ishirini na sita, wengine tumezuia vitu vyote l Nyonga basi, vyote sema, mimi nilivyokuwa vinanisumbua, sema na vinyonga vyote, sema na vitupa, sema huo mlango, sema na ufunga, sema nafungua mlango wa kuingia ishirini na sita, ingia basi kishujaa ishirini na sita, ingia ishirini na sita, na mwambie nimefungua mlango wa ishirini na sita, sema amina kwa jina la Yesu, piga kelele sema haleluya, nasikia raha, naona watu wamevuka, amen. Unaona, watu wamevuka, maana nimeona umevuka. Haleluya! ishirini na sita sio mwaka wa kawaida, ni mwaka ambaye Mungu tutamwona. Sema amina. Pemba, sikuwa na makofi kali.